Nam karibu, ndugu mtazamaji wa dondoza magazeti tokea moja kwa moja studio nPoint, ambao unapatikana Msasantawa Masaki jijini Dar es Salaam, na leo ikiwa ni Oktoba 8 mwaka 2025, tunazidi kusonga na magazeti ya siku ya leo Jumatano ambayo tuna magazeti ya Mwananchi, Raia Mwema, Mwana Sport, Nipashe, Uelekeo bila kusahau gazeti la Majira, na tukianza moja kwa moja na gazeti la Mwananchi, kichwa cha habari kichopewa ukubwa kabisa ni mapya ya Polepole Pole. Majirani aliyepangisha nyumba wasimulia, mama mzazi asema anamtaka akiwa hai au amekufa, polisi wa msaka kaka yake aliyetoa taarifa za kutekwa Kibatala aenda kortini taasisi za laani, na hapa chini inaonekana picha ya polepole pole, lakini pembeni kuna kauli ya mama polepole pole ambayo anasema wamwachie mwanangu kama yupo hai na kama hayupo hai waniletee ni mzike mwenyewe, waniletee mwanangu ni mzike mwenyewe kwa mikono yangu wasiende kumtupa baharini. Huyu ni ana meri Polepole na unaona hapa pembeni ni nyumba aliyotekwa Polepole kama gazeti la Mwananchi ambavyo linaonyesha lakini pia inasema aliyoahidi JPM nimekamilisha. Habari hii unaipata ukurasa wa pili lakini kilivyo umana lisu shahidi kesi ya uhaini. Habari hii unaipata katika ukurasa namba 6. Hayo ndiyo yaliojiri katika gazeti la Mwananchi kurasa mbele na tuzidi kusonga mbele na gazeti lingine la Nipashe. Nipashe kama unavyozidi kuliona hapa, anaweza kusema maficho ya mimba za utotoni. Ukurasa wa nne unapata habari hii ambayo ni ripoti maalum. Lakini Dr Samia aonya wanaochafua nchi asema hawana nia njema, wanaishushia hadhi nchi kimataifa. Ataka wananchi waachane nao waende kivyao vyao, ukurasa wa tatu. Lakini pia kuna taarifa inayosema Lisu akwa tena kisiki mahakamani, ni cha kutaka kutumia maelezo ya shahidi wa jamhuri kama kielelezo katika utetezi wake wa kesi hai ni taarifa hiyo inapata ukurasa wa pili. Lakini taarifa nyingine inasema mama polepole pole ataka mwanawe akiwa bado hai awe amefariki, ukurasa wa kumi na nane. Lakini pia kuna taarifa inayosema Rais Mwinyi akabidhi boti ya wagonjwa kisiwani Kojani, ukurasa wa pili. Taarifa hii utaipata lakini, gazeti la Nipashe inaenda kuhesabu siku, anasema bado siku ishirini uchaguzi mkuu. Ya hizo ni taarifa ambazo zimejia katika kurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tuzidi kusonga mbele na gazeti la Uelekeo ambayo nasema Dkt Samia, wapuuzieni wanaoichafua Tanzania awahakikishia Mwanza maji na barabara. Taarifa hiyo unaipata katika kurasa wa nne. Lakini Lubinga, rais Samia amekomaa kiuongozi, ni shujaa wa taifa letu. Habari kamili katika kurasa wa saba wa nane na wa kumi na sita. Lakini pia wakulima wa karafuu Zanzibar wapewa hati za mashamba. Taarifa hiyo unaipata katika kurasa wa nne. Hii ndio gazeti la uwekeo leo yetu ndio kesho yetu. Nao nazidi kuhesabu nasema, bado siku ishirini kuelekea uchaguzi mkuu, na mtu zidi kusonga mbele. Na gazeti la majira majira, ambayo nasema Samia aahidi kuifanya Mwanza jiji la kisasa, aahidi utekelezaji miradi ya maendeleo, uboreshaji miundombinu ya masoko maji na barabara zinazoingia katika jiji hilo, ukurasa wa nne. Taarifa hii ukikamata nakala ya gazeti la Majira, gazeti huru kila kila siku, utapata taarifa hii. Lakini nasema benki ya dunia, uchumi wa Afrika umezidi kukua. Ni taarifa nyingine, nasema mwenye afafanua hatimiliki kwa wakulima wa karafuu. Taarifa hii utaipata katika ukurasa wa nne. Lakini Othman wakati umefika wa Zanzibar kujitathmini, taarifa hii unaipata katika ukurasa wa tatu. Lakini TEF polisi ichunguze alipo polepole pole. Kurasa wa nne taarifa hii utaipata, lakini profesa wa Misri achaguliwa kuiongoza UNESCO taarifa hii kamili unaipata katika ukurasa wa pili. Lakini maskofu DRC wapinga hukumu ya kifo dhidi ya kabila, taarifa hii kabisa unaipata katika ukurasa wa kumi na tisa. Lakini vikwazo vya uzazi wa mpango tishio kwa wanawake, kamata nakala gazeti ya Majira, gazeti huru kila siku, utaipata taarifa hii katika ukurasa wa kumi na moja lakini pia tuendelee na gazeti lingine, gazeti Raia, Raia Mwema ambalo hili linatukamilishia kurasa za mbele za magazeti yetu ya leo na linaanza kusema polepole pole maswali mazito, ukurasa wa pili utajua ni maswali gani hayo mazito. Lakini Samia atikisa Mwanza, ukurasa wa tatu pata taarifa hii lakini, siri mapato TRA, hii hapa, wachumi wasifu tulivu wa kodi TRA, ukusanye trilioni nane pointi tisa saba miezi mitatu. Ukurasa wa pili upata taarifa hii kiundani zaidi. Lakini tumevamiwa tuka imara kama taifa, ukurasa wa kumi na kumi na moja inakupa taarifa hii kwa undani zaidi, na haya ndio yaliopata kujira katika gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Na kabla hatujazidi kusonga mbele, tupate pumziko fupi kutoka kwa wadhamini wetu Radian ambayo anakuambia beyond tomorrow. Na tukija katika gazeti, magazeti ukurasa wa nyuma, utaka gazeti la Mwanasport Uelekeo, Majira ni Pasha, ambayo tutajua nini kimejiri katika viwanja vya kimichezo. Usiondoke. na tumerejea tena baada ya pumziko hilo fupi, kutoka kwa wadhamini wetu Radiant ambao wanakuambia Beyond Tomorrow. Na, na kama sio mwanafamilia wa Endpoint usisahau kusubscribe katika mtandao wetu wa YouTube, lakini endelea kufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali mbali, katika Instagram, TikTok, Twitter ukiandika Endpoint TZ unatupata kabisa bila shida yoyote, na tunazidi kusonga mbele na magazeti ya kurasa za nyuma ukiwa na Mwana Sport, Nipashe, Uelekeo, Majira, tuzidi kufahamu ni nini kimejiri, au yaliyojiri katika viwanja vya kimichezo. Namna tukianza na gazeti la Mwana Sport. Mwana sport nasema Falls, akitoka Roro anaingia bosi azungumza na Mwanasport lakini pia Pantev aanza na Mkwara Simba. Taarifa hii unaipata katika ukurasa wa pili, lakini Faitoto kodi yake tajiri akataa kuiuza Spurs. Lakini ngumi kama baba kama mwana, lakini Lamens amkosha taarifa hizo nazipata katika ukurasa, katika kurasa za nyuma za gazeti la Mwanasport nasema kata kiu ya michezo na burudani. Lakini tuzidi kusonga mbele na gazeti la Uelekeo Sport. Uelekeo Sport ambayo nasema Yanga Sports Club ya shtukia wanaompigia debe Forzi Stars jimbani leo Zanzibar na zambia lakini pia jkt Queens kutumia vijana ngao ya jamii lakini taarifa nyingine nasema zuchu singoki wcb ngo lakini taarifa nyingine ya mwisho kutokea gazeti la uelekeo well, Sport leo yetu ndio kesho yetu nasema simba yatatizwa na viwanja vya kuazima Kamata nakala ya gazeti lako Laweleke Sport weze kujua ni kiundani zaidi taarifa hizo. Lakini ni Pashe michezo inasema Yanga Sports Club yaangukia kwa kocha Madagascar, siku za forzi zaendelea kuhesabika, wakati huu ikielezwa tayari mazungumzo ya pande mbili lakini pia Taifa Stars yaipania Zambia leo Zanzibar. Lakini pia taarifa nyingine inasema Kane sina mpango wa kurejea tena EPL. Hizi taarifa anazipata kabisa kupitia gazeti hili la Nipashe Michezo kiundani zaidi, kamata nakala yako uweze kufahamu kiundani zaidi husiana na taarifa hizi. Lakini tuzidi kusonga mbele na gazeti la majira majira, ambayo ni gazeti letu la mwisho kabisa, ambayo nasema, Taifa Stars Zambia, mechi ya maamuzi leo. Moroko asema hana pressure, wachezaji wafunguka. Ndiyo kabisa, hapo habari, picha inaonekana kabisa wachezaji hawa wa Taifa Stars ambao akiwa wanaendelea kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja wa Amani kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia utakaocheza leo kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, lakini shisedek michezo iwe chombo cha umoja wa Afrika. Hizi ndio taarifa utapata kipaumbele katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Na kufikia hapo, hatuna la ziada zaidi ya kuambia kwamba endelea kuwa mwana familia wa nPoint, kujua taarifa mbalimbali ambazo zinazidi kujiri ndani na nje ya viunga vya Tanzania na usisahau kufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii yani Facebook, Twitter, Instagram na TikTok, ukiandika nPointTZ, unapata kufahamu kiundani kabisa na kupata taarifa na kujua vipindi mbalimbali ambavyo vitazidi kukuangazia kesho yako. Karibu hadi wakati mwingine. Mimi ni Michael Gaspar, bila kumsahau Dennis Julius ambaye alikuwa anahakikisha matangazo haya yanakufikia mubashara ndani na nje ya Tanzania. Katika hali zote, kwa kuwa rafiki je, umewahi kutamani kuwa katika ibada ya kusisimua yenye mziki mzuri wa kuinua roho na ujumbe wa matumaini? Jiunge katika safari ya kipekee ya kusifu na kuabudu kupitia Friday Gospel, kipindi cha uimbaji kutoka TZ ambacho kinakuunganisha na waimbaji mbalimbali, kwaya, vikundi, waimbaji binafsi. Watakuwa hapa kulinua jina la Kristo maishani mwao, wakituelezea maisha walivyoanza mziki, changamoto walizozipitia, lakini ni namna gani wanafanya kazi ya Mungu kusonga mbele kupitia vipaji vyao vizuri ambavyo Mungu ameviweka ndani yao. Ni moja kwa moja mubashara kupitia ukurasa wetu rasmi wa YouTube kila siku ya Ijumaa kuanzia saa kumi na moja kamili hadi saa kumi na mbili jioni. Ungana nasi kupitia kurasa zetu rasmi nPoint TZ, kupitia Instagram, kupitia Facebook, kupitia TikTok. Kote hapo tutakuwa tunakupatia habari ya kile ambacho kinajiri. Na Mungu akubariki.